Elekea huko nchini Urusi tunafahamishwa kwamba mamlaka katika Kiev zina fursa ya mwisho ya kuhifadhi aina fulani ya, ya serikali baada ya mzozo wa Ukraine kutatuliwa bila kuepukika. Rais wa zamani wa Urusi Dmitry Medvedev amesema, akitaka Ukraine kushiriki katika mazungumzo ya amani. Akizungumza katika kongamano la kimataifa la kisheria huko St Petersburg Jumanne, Medvedev ambaye anahudumu kama naibu Mwenyekiti wa baraza la usalama la Urusi alikiri kwamba Moscow haipendi kabisa utawala wa sasa wa kisiasa huko Kievu. Alipendekeza kwamba viongozi wa Ukraini wawe na nafasi ya mwisho ya kuhifadhi, chini ya hali fulani, baada ya mwisho wa vitendo vya kijeshi, aina fulani ya serikali au ikiwa ungependa, aina fulani ya utu wa kisheria wa kimataifa, na kupata nafasi ya maendeleo ya amani. Ingawa serikali ya Ukraini haina mamlaka yoyote na ni nchi iliyoshindwa katika hali yake ya sasa, Moscow bado iko tayari kufanya mazungumzo ya amani ya moja kwa moja bila masharti ambayo yatazingatia hali halisi ya, ya sasa na kushughulikia sababu kuu za mzozo, Medvedev alisema. Moscow ina wasiwasi kwamba kwa sasa hakuna watu binafsi nchini Ukraini ambao wana mamlaka ya kisheria ya kutia saini makubaliano ya aina yoyote ya amani na Urusi, alibainisha. Uwasiwasi huu hasa unahusiana na ukweli kwamba mkataba uliotiwa saini na uongozi wa sasa unaweza kukataliwa mara tu serikali mpya ya Ukraine itakapochaguliwa, alieleza. Muda wa, wa urais wa Zelensky ulimalizika rasmi mnamo mwaka jana na tangu wakati huo amekuwa akisimamisha uchaguzi mpya akitoa mfano wa mzozo wa Urusi na sheria ya kijeshi Wakati Moskow imetilia shaka uhalali wa Zelensky kama kiongozi wa Ukraini, mwezi uliopita msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov aliashiria kwamba upande wa Urusi unaweza kupuuza hadhi yake ili kuanza tena mazungumzo ya amani. Masilahi ya kuingia katika mchakato wa suluhu ya amani ni juu ya yote mengine, Peskov alisema, akisisitiza kwamba lengo la msingi ni kuanza mchakato huu wa mazungumzo wakati maswali mengine yote ni ya pili. Wiki iliyopita wajumbe kutoka Urusi na Ukraini walikutana mjini Istanbul kuashiria mazungumzo yao ya kwanza ya moja kwa moja tangu Kievu ilipoachana na mchakato wa amani mnamo mwaka wa elfu mbili na ishirini na mbili. Mkuu wa timu ya mazungumzo ya Urusi mjini Istanbul Vladimir Medinsky baadaye alisema pande hizo mbili zilikubaliana kufanya makubaliano ya wafungwa yanaohusisha POWs elfu moja kutoka kila upande mara baada ya kutayarisha